Unayemwona leo anayo hatima ambayo Mungu amempa tangu kwenye tumbo la mama yake, lakini hatima yako ina vikundi vidogo vidogo, ina vipengele vidogo vidogo ambavyo vinaifanikisha hiyo hatima. Kipengele kimojawapo ni nyota ya hatima yako. Yo leo tunakaa hapa kwenye nyota ya hatima yako leo tujifunze kwa habari ya nyota ya hatima yako na tuweze kuomba juu ya nyota ya hatima zetu. Mpe Bwana makofi mengi katika china lipitalo majina yote. Kuna mambo ambayo yanalihusu kanisa kwa asilimia mia moja, lakini kwa sababu watu wa kanisani tumepungukiwa maarifa, tumekosa maarifa, tunafikiri mambo yale hayatuhusu sisi. Kila fundisho lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Ibirisi hajawahi kuwa na fundisho lolote, hajawahi kuumba chochote. Anachokifanya shetani anaiba, kutokea kwenye ufalme wa Mungu, ana extract maarifa kutokea kwenye Bibilia, alafu anaya manipulate, alafu anawapa watu wake, wanatumia. Ndio maana unaona wewe, kuna wimbi kubwa la mambo ya nyota, elimu ya nyota. Leo hii ukisikiliza mahala, elimu ya nyota mpaka unaiogopa unatishwa vibaya sana unaambiwa, wewe nyota yako ya mbuzi, alafu namna mbuzi mwenyewe alivyochorwa sio kama mbuzi, huyu mbuzi ana mapembe matatu, unasema jamani, mbuzi gani huyu una, unatishwa na nyota za magazeti. Ni elimu ambayo wameextract kutokea kwenye Bibilia, lakini wao wameipotosha, wanaifundisha ndivyo sivyo, kuwaharibu watu. Na ndio maana watu wengi sana walikuwa wanafuatilia nyota zao kwenye magazeti na wale wanajimu wapotoshaji. Hakuna yoyote anayefundisha kwa uhalisia akiongozwa na roho Mtakatifu kutokea kwenye Bibilia Takatifu. Leo Mungu akupe maarifa haya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hatufanani, kila mmoja na ya kwake. Ndio maana unaposikia watu wanasema hivi, anasafiria nyota yangu, akunaga anayesafiria nyota ya mtu isipokuwa ni mambo ya uchawi. Ni uzuri ambao uko nao wewe, lakini uko kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaweza uzuri ule ukakaa kwenye biashara biashara unayoifanya kwenye mtaa huo wote, mnauza vitu vya umeme wote, mnauza mafriji, lakini kuna mwenzenu mafriji anauzika sana. Kwa nini? Nyota imekaa pale. Nyota itakapokaa hapo, kuna upenyo. Nyota itakapokaa hapo, kuna kuvuka. Lakini kama nyota haitokaa popote, hakuna mtu Unaona, mamajusi hawa wametoka mashariki ya mbali, wanaifuata nyota. Kinachowaongoza ni nini? Nyota. Nyota inawapeleka kwa kafalme, mfalme alikuwa bado ni kachanga, lakini haijalisha, hawajawajua kama ni mchanga sana, kwa sababu hii nyota yake ni ya kifalme. Kwa hiyo nyota itawaongoza watu kwako, ataka na sura mbaya, nyota itawaongoza watu kwako hata kama bado ni mdogo. Nyota itawaongoza watu kwako. Nyota ya maisha yako iwaongoze watu kwenye maisha yako, wakushike mkono wa kupeleke kwenye hatima yako, katika jina la Yesu Kristo. Nyota ina indicate your destiny, it is a divine gift. Ni kitu cha kiroho, ni zawadi ya kiungu huwezi kuiona kwa macho lakini ipo. Kila mmoja ana yake na inaweza ikakaa popote. Kuna mtu nyota ya hatima yake iko kwenye mikono yake, ni Mungu amemzawadia uzuri wa kuvuta hatima za watu umekaa kwenye mikono yake. Hatufanani, kuna sisi wengine nyota zetu haziko kwenye mambo ya biashara. Mi ukiniweka kwenye duka lako, umekula hasara. Hasara umekula, umekula hasara, kwa sababu najijua. Unajua kila mtu anajijua eh? Watudanganyani hapa, kila mmoja anajijua. Ndio maana kuna watu wamtoboi kwenye maduka yenu. Umeliweka jitu linauza pale, yani nyota yake ni siasa, lenyewe limekaa pale, kila mteja anayekuja anamuuliza chama gani, chama, yani mteja anaondoka, wateja hawaji. Kwa hiyo kila mmoja na eneo lake, ndio maana kama mtu wa Mungu siende kama mataifa mataifa mambo yanakuwaga magumu kwa sababu hawana haya maarifa, wanaweka yoyote. Kwa hiyo ukiona mambo magumu ndo anakimbilia waganga wa kienyeji, wanaenda kutengenezewa mambo kichawi. Sasa wewe kuwa na maarifa, uliyemweka dukani mchungulie, mwambie huyu anafaa wapi? Huyu dada nimemweka tu dukani lakini atutoboi, huyu anafaa kae nyumbani, mweke nyumbani apike ubwabwa, tafuta mtu mwingine weka pale. Na usiogope kufukuza mtu, usiogope Eti watanionaje? Watanona kama si wajali. Wafanya kazi hakuna, biashara ni yako, hatima ni yako. Kila mtu ashinde mechi zake, siogope eti umeliweka nje mbaliko pale linafika saa tatu yani wewe unawahi kuliko lenyewe, lakini lenyewe ndio la kwanza kunywa chai kabla wewe, yani likifika wakati wa msosi linafungua draw, linachukua hela kwenda kula. Yo yo yo, bosi linakuja pale na stick. Mm, bosi vipi? paka unaoza ni usifukuza, fukuza. fukuza. Ndio, fukuza kwa sababu kufanikiwa, success, unajua kufanikiwa ni jambo la kikanuni, lakini pia ukumbuke Biblia inasema hivi: mtoto mpumbavu ni mzigo wa mamaye, sio wako. Mtoto pumbavu ni mzigo wa mama yake. Kwa hiyo ukijifanya ndo mama yake, maana yake zigo lake litakuwa lako. Ndio maana kuna watu mnapigwa tukio, na mfanya kazi uko naye tu anakuibia, uko naye tu namsamehe na labda na Bwana atamuokoa, atamuokoa. Fukuza akaokolewe makete Ndiyo, ndiyo, akaokolea makete kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Ukimfukuza kuna mahala tu atafiti, tafuta mwingine weka, unamfukuza kwa, lakini unamfukuza kilokole. Haleluya, unamfukuza kilokole.